Ndugu zangu, kwanza, leo ni furaha kubwa sana na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo ambayo anayoyafanya. Kimsingi, mimi kama mbunge wa Jimbo la Sikonge nilitembea kifua mbele, nikilani nikiinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, nilikuwa ninaamini kabisa kabisa kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ninaiamini na inafanya kazi kwa ajili ya wananchi. Leo hii tumeona kwa vitendo. Wananchi wa Kipili walikuwa wanalalamikia sana juu ya usafiri. Leo hii gari hili limepatikana. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini tunaipongeza sana serikali ya chama cha mapinduzi. Ama kwa hakika na mimi ninayo furaha kubwa leo tunapokwenda kupokea gari ya wagonjwa, gari mpya kabisa tumeletewa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nichukue nafasi hii kwa kweli kumshukuru kwa dhati ya moyo wangu kwa niaba ya wananchi wa Sikonge wa, wa, wa tumepokea gari hili kwa mikono miwili. Ama kwa hakika daktari Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa, lakini ni mama mwenye upendo wa wananchi wake. Hii inajidhihirisha wazi kabisa, yeye ni mama, na siku zote mama ni mtu mwenye upendo kwa watoto wake. Tunamshukuru sana, tunashukuru sisi wananchi wa wilaya Sikonge. Ni gari inayoenda kutatua changamoto za wagonjwa ambao walikuwa wanazipata kwenye, kwenye, kwenye kituo chetu cha afya cha kule Kipili walikuwa wanahangaika sana namna ya kupata usafiri wanapopata rufaa ya kwenda hospitali nyingine, hasa pale sante Gaspa. Lakini sasa changamoto hiyo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hasani ameitatua kwa wakazi wa Kipili.